Unawaona, Kongo bado ana nafasi kubwa mbele ya aidha Jamaica ama new Caledonia ha? Uh, kwangu mimi naona bado Kongo ana nafasi kubwa. Unajua, kabla ya draw uh, nilikuwa na hofu kama Kongo pengine wangepangiwa na Bolivia, ndio kidogo nilikuwa naona napata hofu, lakini kwa hao waliopangwa nao uh, naona Kongo anaweza <coughs> kurudi tena kwenye kucheza kombe la Dunia kwa mara ya pili uh, japo ata, kama atashinda Jamaika mm, atapata upinzani mkubwa of course, jamaika a wa namna uchezaji wao wa mpira ni timu sumbufu, lakini bado ubora wa Kongo unaonyesha, uh, kwa namna tulivyoona kwenye hizi mechi mbili za play off zidi ya Kameruni, tulivyoona zidi ya Nigeria, ana kitu cha ziada ambacho anacho na inazidi kunipa nafasi ya kusema kwamba Kongo anarudi. Uh, unajua mwanzo pengine tulijua bana, yeye angeweza kucheza mechi za mzunguko, lakini hapa kumekuwa kuna urahisishaji baada ya Kongo kuwa amepanda kwenye renki za FIFA kutoka nafasi alikuwa na mwanzo wa 60 mpaka sasa hivi ana nafasi ya 54 mm -hmm. kwa uh, na nafikiri baada ya hizi mechi mbili mfulizo hapa kushinda amezidi kupanda renki, kwa hiyo kwa ukubwa huo na kucheza mechi moja bado, na imani Kongo ataipambania na kukisha, anaweza kuvuka kwenda kucheza kombe la dunia. Na nafikiri kama pala pagumu sana Kongo ameshapita pagumu kuliko ambapo alipo sasa hivi, kwa sababu ukiangalia huko kwenye mzunguko alipopita akakosa nafasi akajikuta amedondoka kwenye playoff zile playoff zenyewe zi alicheza na timu ambazo ni vigogo sana kwenye mpira wa dunia pamoja na bara la Afrika. Unapoongelea Kameruni uh, ni mechi moja ngumu sana lakini aliweza akapita. Anakuja tena amecheza na Nigeria uh, na akaweza kumtoa. Mm. Kwa hiyo bado naona Kongo ana spirit ya hali ya juu uh, na kuweza kupita mbele zaidi hapa walipo. Lakini sasa changamoto nyingine inakuja, tategemea na hali mm, za kikosi. Unajua shida ni kwamba hii playoff inaenda kuchezwa mezi Machi mokani. Mm. Kwa hiyo almost kuna kipindi cha zaidi ya miezi minne. Unajua wachezaji mpira, ndani ya miezi minne kuna vitu vingine vinaweza vikaa vinatokea. Kuna hali za majeraha. Kuna hali ya kupanda na kushuka kwa viwango mm -hmm. Sababu miezi minne kwa mazingira ya kawaida kwenye mpira ni mingi sana. Mm -hmm. Pengine inaweza ikapunguza ile uh, namna ya Kongo upambanaji tulioona ambao wamecheza. Lakini hii ingekuwa ndani ya muda huu mfupi bado unaipa credit kwamba Kongo wana timu nzuri ya kuweza kushindana. Lakini bado na imani pia ya Kongo kwa vipaji <coughs> walivyo navyo, mm -hmm. Wana wachezaji wengi wanacheza kwenye maeneo tofauti tofauti duniani, uh, kwenye ma uh, ligi za Ubelgiji, ligi mbalimbali tuseme za mabara ya Ulaya, e, bara la Ulaya wanacheza. Bado wanaweza wakafanya selection nyingine ikiwa labda kuna kumetokea changamoto za hapa na pale kwa kipindi cha miezi minne, wakaweza kupata cream ambayo inaweza kuja kuwasaidia na kurudi kucheza kombe la Dunia. Na na imani uh, kwa namna Kongo atakapokaa wataona namna upambanaji wa kupata tiketi ya kombe la Dunia linapokuwa gumu, mm. Leo wameshapambana paka mpaka dakika hii tunasema wamepambana kwa asilimia themanini Sishindwi kusema kwamba hizi asilimia ishirini zilizobakia wanaweza kuzipambania wanaweza. na kuweza kujing'amua kuweza kupata mm -hmm. nafasi Akabisa. Kwa hiyo bado na imani Kongo wanaweza kupata nafasi, yeyote atakayekutana naye mm -hmm. Lakini naamani kwa namna ilivyo hapa, japo mpira tunauheshimu, bado naona Jamaika ana nafasi ya kuja kucheza na Kongo mm -hmm. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni mechi ambayo Kongo naye ataipambania kwa ajili ya kupata nafasi ya kucheza kombe la dunia kwa mara ya pili.